yaani umeenda kutoka matokeo huko huko nyumbani kwako, unawaza bila seka. How comes pasi na goli, kipa anakosa magoli mawili ya wazi, kuna mbaoni kuplasi tu, nanzuabra amekosa goli pia nanezu. Kwa hiyo maana yake leo tumezidiwa kila idara isipokuwa viongozi. Wanapaswa wakana aliye Mpanzu kibisawara, wanatakiwa muundie kamati ya ufundi, wamwangalie ni mchezaji kweli, amekosa kwa bahati mbaya au kuna nyuma ya pazia ambayo tukielewi Mpanzu magoli yanaokosa leo ni magoli yanayotia mashaka, wamuundie kamati ya kumchunguza, wamuundie kamati ya kumchunguza Mpanzu kwa sababu yawezekani, magoli matatu wewe peke yako unakosa goli, halafu unafika golini unarudisha mpira nyuma, maana yake tungefunga ia nafasi tatu zile nne, tunadoka baboo nne moja wongo, nafasi nne tugatengeleza hatu yafunga pamoja, tumefunga nafasi nne, maana yake tungepata ushindi. Kama huwezi kufunga avinawezi kuwa mshindi yeah. maya Mpanzu aundiwe kamati achunguzwe. Kwa sababu gani magoli haya yamekosa hii mechi yeah, ya tatu mechi ya dakika Tanzania alifika na goli kifa, kakosa goli, wawezi kabisa apiga juu. Okay, moment ya mwisho pale, kuna lazima gani wa Mpanzu kutoa pasi nyuma yuko, yuko kule, kule boxi kwa nini asikia na mpira achezewe faulu, iwe penati? Siyasema hatujumi, nimesema aundiwe kamati ya kumchunguza vizuri Mpanzo, na shida gani, kwa nini akose goli? magoli manne tena ya wazi ya waza banki, leo hapa ziumo ndani, ututajie huyu chawa anaotoa taarifa zetu watani zetu wanazipata ni nani? Kwa sababu walisema mapema, nimemsikia yule anamwita Keiv kaongea maneno kwenye chombo kimoja cha habari kabla jeziye tambulishwa, nimemsikia alikamwe kaongea msemaji wa nyuma mwiko. Je, hawa taarifa zetu wanazitoa wapi? mbona si jezi tumetambulisha mlima wa Kilimanjaro hazijavuja, tumetambulisha msimu uliopita jezi mikumi Morogoro, mbona hazijavuja kwa nini msimu huu? Au ndio tunataka kumzalilisha jeruti? Kwa hiyo naomba viongozi mjitasimini. kwa hiyo hata gemu ya leo bado tunaamini kuna mtu anatupigisha shoti ndani. Siwezi kuamini kwamba kamati zinafanyika vipi. Yule ni mtoto kuna watu wanapigisha, watu wanapigisha shoti na ndio maana wakawambia hawa jamaa wahame kwa mkapa waende nyua amani Zanzibar, ili wapate njia wa kutupiga mabomu vizuri, Benjamin Mkapa na tusipojitasimini mechi zinazofuata, hii ni mechi ya tatu. Mechi mbili tumetoa sare kwenye mchujo, tukasema kawaida, kwa sababu tutashinda away, lakini leo tumepoteza tukiwa nyumbani. Na mechi muhimu tushawahi kupoteza hapa na Raja Casablanca, lakini tumeenda kuchukua pointi zetu wapi? Kwa vaipasi ya Uganda, tukawapiga kule tukarudi nao, tukafanya comeback, tukaenda tua logo fainali. Sasa mwaka huu tuna kazi kubwa, hawa jamaa wamemngang'ania mtu nyumbani kwake Sawa, hawa Stadi Marie nyumbani kwake, jana Express uko nafasi ya tatu hapo, lakini kaambia wewe hapo hapo upati matokeo nyumbani kwake, mbele ya mashabiki wake. Kwa hiyo naamini kundi letu liko mazingira magumu, tupambane kwa jasho na damu. Kama mnawategemea hao watu wenu, mnaona kwamba wa maana wanakuja uwanjani, lakini hao wanakula hela za bure, hamna kazi na mkitaka Simba ishinde, hakikisheni watu wapo. Rudini kwenye matawi, angalieni viongozi wa matawi, dilini nao, wapeni hela ndogo. Naamini mechi zinazokuja zote Simba tutapata, Simba tutapata matokeo, tutapata matokeo na tutapata matokeo hapo. Sisi hatuna haki, hatuna haki ya kumsafirisha mtu kwenda si moroko, si moloko, si kwenda Aljeria. Watu wanarusha mabomu hapa hapa na mechi, watu wanashinda mtu hapo. Nimeona matokeo ya ajabu, mpaka wachezaji wanabadilisha viatu. Ile maana yake nini? Ni, ni kufeli. Kama mtu anasema yeye ni mtaalamu, anawashauri wakabadilisha viatu, aya tumeshinda kama sio uongo tuliona hapa na Rajab gari limefika hapa, linaingia kinyume nyume, hatukufungwa goli tatu. Ndio wale sasa wanatumika tena kwenye mechi hizi kwa naamini ndani ya Simba bado tuna mamluki wa Yanga. Viongozi jitathmini mapema, tutoleeni hao mamluki. Simba ni kubwa, hatuwezi kupotea nyumbani. Uwanja tunao wiki nzima, hatuna timu nyingine yoyote inayocheza hapa. Je, huyu mtu anakujaje kuja kuja kutukamlia ndimu hapo? Watu washa kuvaa mpaka jezi ya Kaizer Chiefs hapo, lakini wakaja hapa Kaizer Chiefs kafu wabeba sio walikuwa anakaa nao mpaka wanaonesha sehemu ya kuruka mageti, kaja hapa nani? huyu nani hapa wa, wa, wa, wa Misri ali masiri, salikuja msimu uloisha hapa, sakaja akaruka geti akufunga, sikafungwa tumeenda tu nusu finali. Kwao naamini ndani ya Simba bado kuna watu wanatupigisha shoti, jitasimini nini? Mwatoe hao watu Simba ifike sehemu salama, na kama mtaendelea kuwategemea hao, tutaendelea kupata shida na tutaendelea kushenyetwa. Lakini Simba bado wana nafasi ya kwenda tu logo fanaji, tupambane. Hakikisha viongozi mnarudi kwenye watu wa matamu, tutafika nchi yao. Asante sana kujakosea ni mechi ya tatu kupata gori hata moja Benyamini Mkapa, sijajua shida nini, lakini kiukweli mimi binafsi leo nimeumia kupoteza mechi ya leo. Ni uzuri tujipange michezo inaofata, lakini leo wenzetu alikuwa bora zaidi bila mwalimu. Huu mfumo maana anaujaribu sio mfumo bora, na hawezi kulipa kwa sababu mfumo wa kwanza alijaribu bila sta arumarusi akufungu jekeitanzania, ipintapiri akabadilisha nini, mfumo Leo tena timu kubwa kama Petro unajaribu mfumo ule ule ambao ulikataa mara kwanza, wai mwalimu, kwa kweli leo mimi. Mimi kwa kweli mwalimu amenikwaza sana kiuhalisia. Alipaswa ateze furu mkopo aje kucheza kama akula ushindana. Ukiangalia leo kati ya Petro na sisi nani alikuwa nyumbani? Simba tulikuwa nyumbani, lakini ukiangalia kiuchezaji Petro tafikiri ndio alikuwa nyumbani kwao, yaani Petro tafikiri ndio alikuwa nyumbani kwao, sisi ndio wageni. Yani, umeenda kutaka matokeo huko nyumbani kwako, unaanza bila strika, how comes? Pazi na gori kipa anakosa magoli mawili ya wazi, kuna bani kuplasi tu nanazu, abramlis amekosa gori pia nanazu. Kwa hiyo maana yake leo tumezidiwa kila idara, isipokuwa viongozi wanapaswa akana yaliye mpazu kibisaara, wanatakiwa muundie kamati ya ufundi, wamwangalie ni mchezaji kweli amekosa kwa bahati mbaya, au kuna nyuma ya pazia ambayo tukielewi Mpanzu, magoli yanayokosa leo ni magoli yanatia mashaka, wamuundie kamati ya kumchunguza, wamuundie kamati ya kumchunguza Mpanzu, kwa sababu yawezekani wezekani, magoli matatu woe peke yako unakosa goli halafu unafunga golini unaulisha mpira nyuma. Maana yake tungefunga zile nafasi tatu zile nne, tungeondoka baba nne moja wango, nafasi nne tuatengeleza hatyafunga pamoja, tumefunga nafasi nne, maana ake tungepata ushindi kama huwezi kufunga uwezi kuwa mshindi. Mshindi paya Mpanzu aundiwe kamati atunguzwe, okay. Kwa sababu gani magoli haya amekosa? Hii mechi ya tatu mechi ya dakika Tanzania alifika na goli kifa, kakosa goli, awezi kabisa, apiga juu okay. Moment ya mwisho pale, kuna lazima gani wa Mpanzu kutoa pasi nyuma, yuko kwenye kule boksi kwa nini askari na mpira acheziwe faulu oh, oh, oh! Yes, aursiyasema atujumu nimesema, aundiwe ka, kamati ya kumchunguza vizuri. Mpanzu na shida gani? Kwa nini yakose goli magoli manne tena ya yes. Magoli magoli ya wazi ambayo agitupaa ushindi leo hapa, hii ni cup champions. Hivi ukifanya kosa aazidiwa kocha abehziwa leo.